e Samsung A05 ya mkopo a shamalize inaweza kurudisha nyuma eh, kurudisha nyuma moja. Eh, inawezekana sana. Moja plus hapo naweza ka zoom